Na, na, na watu wengi sasa hivi mm -hmm. Wanasema mimi natafuta fedha kwanza, Mungu baadaye eh, eh, tena wengine eh. Wanasema mm -hmm. Hata Ulaya kule mm -hmm. Huwezi ukuta wa, wa, wa, vijana eh. Makanisani eh. Wanasubiri mpaka wazeeke wakishajipata mm -hmm. Lakini bahati mbaya haya maamuzi eh. Watu wengi wanajikuta wamepoteza maisha, hata uzee hawajafika mm -hmm. Na kuna watu wanakuta wanatafuta fedha mpaka wanakufa hawajazipata za kutosha maana -hmm hamna kiasi cha fedha mm, ambacho unasema hiki ni kingi mm. kwa mfano ndokwambia wewe fedha yako nyingi ni shingapi mm? Eh, ukisema bilioni eh, ukipewa bilioni hapo eh, utagundua bilioni hiyo ndogo tena alitosha kununua kiwanja eh, posta. Ndio unataka ukae posta kwa sababu una hela eh, nyingi ndio eh, ukinua zimeisha eh, kwa fedha haina kikomo mm. mtu ameingia kwenye cho, kwenye mchakato wa kutafuta fedha yeah. ameingia kwenye endless yani yeah. barabara ambayo haina mwisho haina mwisho eh. Yeah. lakini tunataka tukutie moyo mm. Kwamba uamuzi bora mm. ni kumtafuta Mungu mwenye fedha yes. Mungu mwenye mali mm. Biblia inasemaje kuhusu mali na Mungu? mm. labda tuseme hapo kidogo, katika Zaburi sura ya ishirini na nne mm. na ile aya ya kwanza Biblia inasema hivi mm -hmm. nchi mm -hmm. na vyote viijazavyo ni mm. mali ya Bwana mm. dunia na wote wakao ndani yake, maana ameiweka misingi yake juu ya bahari na juu ya mito ya maji alithibitisha. Amen. Amen. Mm. Kwa hiyo nchi na vyote vijazavyo mm. ni mali yake Bwana mm. na, na, na kwa sababu vitu vyote ni mali ya Mungu mm. kwa badala kumtafuta kutafuta mali mm. mtafute Mungu mwenye mali ukimpata, yes. Mungu mwenye mali mm. wakati na wewe ukiwa na mali hizo mm. mali kwako zinakuwa baraka tuna yes. watu wengi sana wana mali lakini hizo mali zitageuka kuwa miungu eh. Zikigeuka kuwa miungu, Mungu anakuacha yeah, uishi unavyojisikia yeah, na mwisho wa siku bado zitakuumiza mm, fedha zitakuumiza. Kitabu cha Ufunuo kinazungumza miongoni mwa watu ambao wataangamia. Katika kitabu cha Ufunuo kumi na nane ni wafalme mm, kuna watu kumi na saba kumi na nane pia na kuendelea, kumi na tisa anasema mm, aliwaona hadi wana waimbaji mm, wanamuziki mm, eh, aliwaona watu wengi mashuhuri yeah. Yeah tena wengine Biblia inasema watatupa fedha yeah. zao watakimbia mm. kwenye milima Sasa tukimbilie milima mm. tuokoe mm. kwa jukumu kubwa, sababu kubwa ya Mungu kumpa mtu fedha mm. ni kitabu cha kumbukumbu la Torati nane mstari wa kumi na kumi na nane yes. nane kumi na nane, mtumishe mtusome hapo nasema. uh -huh. kitabu cha kumbukumbu la Torati nane kumi na nane Bali utamkumbuka Bwana Mungu wako wako bali utamkumbuka Bwana Mungu wako maana ndiye akupatie nguvu, akupae nguvu za kupata utajiri ili weje ili alifanye imara agano lake alipowapa baba zako kama hivi leo, ili alifanye imara agano. Kwa Mungu hatoi fedha, anatoa nguvu ya kupata mm, fedha mm, na utajiri mm, mm. na utajiri anaotoa Mungu una sababu yes. Utajiri anaotoa shetani pia mm. una sababu ndio, yes. maana watu wengi wanaopata utajiri kwa njia ambazo ni hasi mm. kwa Mungu, zinaletwa kwa tabu sana mm. kwa sababu hawezi kutumia fedha ya ufalme huu eh, yeah. kuimarisha ufalme huu yeah. yes. labda atumie kama kiwa, kama njia ya kujificha yeah. Lakini anasema Mungu anatoa nguvu ya kupata utajiri mm. ili apate kutimiza agano lake mm. lengo la Mungu kutoa fedha mali ni hii inaweza kutumika kwa ajili ya kuadvance kufanya ufalme wake uendelee kusonga mm. mbele mm. Watu wengi wafikiwe na ukweli alafu hizo fedha zikusaidia wewe kuingia mbinguni mm. Fedha mali hazina mm. maana kama mm. zitakuwa ni sababu ya mtu kuanguka eh, kabisa, kabisa. Fedha zina maana kama zitakusogeza kwa ajili ya Mungu mm. na kustawisha kazi za Mungu mm. kwa nikutie moyo mpendwa, panga vipaumbele vya maisha yako vizuri mm. Usijokatanguliza fedha ukamwacha Mungu nyuma mm. Sio kamtanguliza Mungu mbele ukaacha fedha nyuma, maana mm. utakuwa mwizi yes. utakuwa na tamaa, utakuwa na wivu, utaonea wivu matajiri. Mm. Kwa ninavyo vyote mm. lakini hakikisha fedha iwe ni kama kachumbari mm. inayokusababisha umsogelee Mungu zaidi mm. na isiwe sababu ya kumpushi Mungu pembeni. Yes. Hauwezi kutafuta fedha ukamwacha Mungu anekupa uhai mm. wa kutafuta hizo eh, fedha kwa sababu hiyo pumzi, mtumishi wa Mungu eh. haulipii unapata bure kabisa. Lazima mkumbuke anekupa hiyo pumzi. Kabisa. Tumishi, karibu kwa neno la ziada hapa. Naam, na, na ninachotaka kusema sasa ni kwa upande wa, wa imani wa mm. upande wa watu wa Mungu sawa, mesema kwamba fedha hizi sasa imekuwa changamoto hata kwa watu wa Mungu hata kwenye makanisa mbalimbali mbali. Ni kweli, ninaona hata kwenye makanisa mbalimbali fedha imewekwa kipaumbele, imekuwa na priority kuliko mtu mm. yaani, wako radhi kwamba wewe uh, muumini ukapotelea unako jua, lakini fedha isipotee mm. mm. kwa hiyo maandiko yale sema watakuwa wenye kupenda fedha. Unabii huu mm umeingia sasa mpaka ndani ya mm. makanisa kwamba wamekuwa ni wenye kupenda fedha kupita kiasi, kiasi, kiasi, kwamba sasa mm. hawajali tena. Na wanapomwona mtu fulani duni hana fedha, huyo mm. kwao ni takataka mm. wao wanaangalia mm. mwenye fedha. Mungu anataka wote hawa, mwenye mm. fedha anamtaka asiye na fedha anamtaka wote, anawataka ili uh, kujenga ufalme wake. Na jambo lingine, mtumishi, Biblia inasema mm. kwamba pale ambapo uh, hazina yako ilipo ndipo moyo wako, moyo wako ulipo. Ulipo. Kwa hiyo mm. kama wewe akili zako zote utaziwekeza kwenye fedha ehe, hakika uh, na moyo wako utakuwa hapo, utakuwa hapo. Alafu mwisho wa siku utakosa uzima wa milele mm. Mimi bwana mtumishi, kwa ushuhuda mfupi mm. niliwahi kwenda kwa mganga wa kienyeji msawa, kabla sijakuwa kwenye imani. Shemeji yangu alinipeleka kwa mganga wa kienyeji, tukatafute fedha mm. na a, hivi karibuni nimekuja kutafakari kwamba nilikuwa ninafanya nini kwa sababu tulipoenda mahali pale, tulipewa tulipewa siku kama kumi na nne kuishi pale tuka, baada ya siku hizo kwenda mm. tukaja tukapewa, na watu wengi walikuwa wakifanya hivyo mm. tukaja tukapewa nini, usiku tukaambiwa tuingie mapolini huko na mikuki mm. na mapanga mm. na kwetu, tuliingia tuliambiwa, tutakachokutana nacho mm. mkishambulie na kukiua. Sasa mm. mwenzangu alikuwa mbele mm tukakutana na kitu ambacho yeye alikiona, mimi sikuona, lakini akakimbia. Baadaye alikuja kuniambia alikutana na mama yake mzazi. Kwa hiyo watu wamekuwa wenye kupenda fedha mm. wako tayari hata kuua, kutoa roho za watu kwa ajili ya fedha katika nguvu hizo za gisa yani. kwa hivyo namna kwa hivyo mstakabali huu wa kupenda fedha sana kupita kiasi waga, ndio ile nasema fedha ni chanzo cha uovu, inakupeleka huko kwenye chanzo cha uovu. Kitabu cha Mathayo sita mm. Mathayo sita mstari wa 24 Anasema hakuna mtu awezaye kutumikia mabwana wawili mm, mm. Kwa maana atamchukia huyu mm. na kumpenda huyu mm. ama atashikamana mm. na huyu na mm. kumdharau huyu, hamwezi kumtumikia Mungu mm. na mali. Sasa yes. Hii mali mm. sio tu mali yani hatua ya kumwacha Mungu mm. ukaenda kwenye mchakato wa kutafuta fedha bila Mungu hiyo yeah. fedha inakuwa ndio huyo Mungu, hey, inakuwa huyo Mungu. Na aishii tu kwa Mungu mm. kwa ibilisi yeah. Kuna kitengo maalum kinachodili na fedha. Yeah. Alipotumia neno mali ametumia neno mamoth. mm. Mamoth ni mungu wa, wa, wa fedha mm. yaani zile fedha naotafutwa bila Mungu mm. zina mungu wake nyuma yake mm. na kama ni mungu basi atakuwa ni waibilisi. Yes. na kama ni waibilisi mm. asema mwivi haji mm. ila yeah. aibe, aibe na kuharibu na kuua. Yes. ko mavuno ya kumkimbia Mungu katika hmm, utafutaji hmm, utajikuta umeibiwa umeharibika na kuuliwa. Eh hey, kabisa. Kwa tukutie moyo mpendwa watu wote ni wa Mungu. Unaona, mbona wanasema mbona watu wanafanya mambo ya ajabu hmm, bado Mungu anawapenda? Yeah. Anawapa fursa kama hizi ili wapate nafasi ya kujitafakari. Eh yeah, ndio. Tukiingia kwenye makanisa Mungu anataka tutenganishe mioyo yetu na fedha. Mm. Moyo uliounganishwa na fedha uko hey, tayari kuua ndio hey, wale ambao unaona wanadharau watu. Hey. Wanajiona wa bora kwa sababu ya fedha. Yeah. Ubora wa mwanadamu unapimwa kwa damu ambayo inaendesha maisha yake mm. kama ni damu ya Yesu yeah. nasema ni mwanadamu bora amechagua, yeah. kitu hicho bora, yes. na si fedha, si mali. Yeah. kwa mali sije kachukua nafasi ya Mungu, mm. lakini kumcha Mungu pia, mm. kuje kwa kunyima wajibu, yeah. wa kuwajibika waje kuleta zile fedha kwa ajili ya matumizi matakatifu yeah. Na kwa ajili ya matumizi yako binafsi mm, mm, mm. Hebu mtumishi, na jambo la mwisho alafu tutakuwa tumemaliza katika mada ya leo. Jambo la mwisho ni kujiepusha sasa na kupenda fedha, maana mm. neno kupenda leo zungumziwa hapa siku zitafuta watu sababu kwa hiyo tusitafute fedha wewe tafuta fedha lakini hmm. usijo kaigeuza fedha kuwa Mungu wako hmm. ile utakapoipenda kupita kiasi, kwamba uko radhi kugombana na mama yako na baba yako na ndugu yako, au kugombana na Mungu. Maana ni bora ugombane na mama yako, Mungu atakuwa msuluhishi yes, lakini Biblia inasema ukigombana na Mungu ni nani atakayekusuluhisha? kwa hmm. hivyo ukiona fedha inaweza ikakutenga na Mungu wako hmm. Biblia inasema iwe fedha iwe chochote, akitatutenga na Mungu wetu yeah. kwa hivyo fedha isije ikawa sababu ya kutenga. Na shetani ni mjanja sana, mtu wa Mungu mm. shetani ni mjanja, anajua kwamba watu watahitaji fedha mm -hmm. na kwa sababu watahitaji fedha, akaweka na hiyo roho ya kupitiliza kuhitaji fedha mm. ili sasa ujikute amekutenganisha na Mungu. Na ni, ni kweli atatumia, atakutengenezea hata mazingira ya kuona mafungu fulani ambayo yanaweza akakusapoti kupenda fedha mm. E, anamwambia Yesu pale mlimani kwamba ukinisujudia uki tu nitakupa vyote hivi na. mm. Biblia imesema kwamba itakufaidia ita, ita, ita, ita nini ukaukosa uzima wa milele ukaukosa ufalme kwa sababu ya yote utakayoyapata. mm. Kwa hivyo fedha isije kakuingiza kwenye mtego wa kutenganishwa na Mungu wako amina. na ushauri mm. wa mwisho Timotheo wa kwanza mm. sita kumi na nane mm. anasema kwa watu wenye fedha hawa mm. ambao Mungu amekupa nyingi zaidi. mm -hmm. anasema watende mema mm. wawe matajiri kwa kutenda mema yes. wawe tayari kutoa mali zao. mm washirikiane na wengine mm. kwa moyo tendo yes. cha Mungu kukubariki mm. ivyo sababu ya kujitenga kushirikiana na wengine eh. au usifanye mambo kwa moyo eh. ukitegemea kwamba kwa sababu mimi na pesa zitafanya kazi, hapana. Lakini Mungu anakutaka mm. uwe tajiri mm. wa mambo mema yes. sio tajiri wa mali, tajiri wa mambo mema wa mali, tajiri wa mambo mema. Mali zinapokuja ametanua wigo wako wa kutenda mema. Inawezekana mm. kwa mali kidogo mm. ungeweza kubariki labda yes kijiji hmm. kwa mali nyingi hmm. kazi zako zinaenda kubariki dunia nzima hmm. kwao, tumia hii kama ni fursa ya kuwa karibu na Mungu hmm. na sio fursa ya kumwacha Mungu. Mungu akubariki sana mpendwa hmm. basi tuombe. hmm. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya somo na mjadala huu mzuri. Tunaomba Mungu katusaidie ili fedha na mali hmm. na utafutaji hmm usije kanasa miguu yetu mm. na safari yetu ya kuingia katika ufalme wako, ambao Bwana, hivi karibuni unakuja katika ule ufalme wa utukufu mm. usije kaishia njiani mm. Lakini tunaomba utupe hekima, kwa vile ambavyo umetupatia mm. tukavitumie kwa ajili ya utukufu wa jina lako mm. tukiwa matajiri wa kutenda mema mm. tukiwa ni matajiri wa kubariki wengine mm. lakini pia tukawaheshimu watu wa aina zote lakini mwisho wa siku zitusaidie kuona ufalme wako utakapokuja mara ya pili.